Kwa zati kabisa, kwa zati kabisa, sipende kufunga makanisa, sipende kabisa kuwapata watu wanaabudu Mungu. Ni ngumu sana, ni ngumu sana. Kama nchi inakuwa na watu wanaabudu Mungu, ni uponyaji kwa nchi. Huwezi kutupa jongoo na mti wake kama kama kwenye, kwenye chungu mle kuna panya mle, unatoa panya tu na maji chungu kinabaki baki. Kupata watu wanamcha Mungu, Jumapili wanakimbia kanisani, siku za mwisho hizi ambazo dunia imejaa uovu, watu wameharibika, watu wanawaza wizi, wanauza ukahaba, wanauza uasharati, wanauza ulevi, na kuna watu wanakwenda kanisani, hiyo jambo ni la kulipalilia, ni jema. Anasema Kiswahili, ukiona mwenzako ananyolewa, wetia maji. Hata mzo pako siko salama sana. Nikaropoka tu hapa na mke chukutu eh, hey, na wewe, nafunga nasikia utepe pale ta ta ta, msifike hapa, astaghfirullah. Kwa mimi sipendi kabisa kabisa, tena kwa zati kabisa. Nasikia mwili wangu unasimuka kwa sababu kanisa limefungwa. Sababu gani? Sababu nyepesi tu unafunga kanisa. Watu wasali. Unafunga msikiti, watu wasali. Hata ibada ya mizimu ya kule ku, wana, wana sali kule. Kama wavunje sheria, kivyo kama akiuki kivyo. Wanazungumzika. Mkazungumze, wanazungumzika, mkazungumze, mwamalize. Na pia kwa zati kabisa. Kwa zati kabisa. Sipendi kufunga makanisa. Sipendi kabisa. wapate watu wanaabudu Mungu. Ni ngumu sana, ni ngumu sana kama nchi. Na kuwa na watu wanaabudu Mungu ni uponyaji kwa nchi. Huwezi kutupa jongoo na mti wake. Kama, kama kwenye, kwenye chungu mle kuna panya mle, unatoa panya tu na maji chungu kinabaki pata watu wanamcha Mungu Jumapili, wanakimbia kanisani, siku za mwisho hizi ambazo dunia imejaa uovu, watu wameharibika, watu wanawaza wizi, wanauza kahaba, wanauza washirati, wanauza ulevi, lakini kuna watu wanakwenda kanisani. Hiyo jambo ni la kulipalilia, ni jema. Na wanasema Waswahili, ukiona mwenzako ananyolewa nyue, wetia maji Upako, siko salama sana sasa, nikaropoka mm -hmm tu hapa eh, na wewe nafunga, nasikia utepe, msifike hapa tena, astagfirullah. Kwa mimi sipendi kabisa kabisa tena kwa dhati kabisa. Nasikia mwili wangu unasimuka kwa kanisa limefungwa. Afu na sababu gani? Sababu nyepesi tu, unafunga kanisa at unafunga msikiti, watu wasali, hata ibada ya mizimu ya ku, wana, wanasali kule. Kama wavunje sheria kiivyo kama akiuki kiivyo, wanazungumzika, mkazungumze muyamalize. Na pia kwa zati kabisa, kwa zati kabisa sipendi kufunga makanisa, sipendi kabisa kuwapata watu wanaabudu Mungu. Ni ngumu sana, ni ngumu sana kama nchi na kuwa na watu wanaabudu Mungu ni uponyaji kwa nchi. Huwezi kutupa jongoo na mti wake, kama, kama kwenye, kwenye chungu mle kuna panya mle, unatoa panya tu na maji chungu kinabaki. Hupata watu wanamcha Mungu, Jumapili wanakimbia kanisani, siku za mwisho hizi ambazo dunia imejaa uovu, watu wameharibika Watu wizi, wanawaza wizi, wanauza ukahaba, wanauza washirati, wanauza ulevi naii kuna watu walikwenda kanisani, hiyo jambo nila kulipalilia ni jema. Na wanasema Uswahili, ukiona mwenzako ananyolewa, ananyo, wetia maji, kata mzee pako siko salama sana nikaropoka mm -hmm. tupaknawe nafunga nasikia, utepe ta ta ta o mimi sipendi kabisa kabisa, tena kwa dhati kabisa. kabisa. nasikia mwili wangu unasimuka kwa kanisa limefungwa, afu na sababu gani? Sababu nyepesi tu. Unafunga kanisa watu wasali, unafunga msikiti watu wasali hata ibada ya mizimu ya kule wana wanasali kule, kama wavunje sheria kiivyo, kama akiuki kiivyo, wanazungumzika, mkazungumze, muyamalize.